kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, moja kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutuongoza sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili kwa kutupa fursa sisi wana Mbeya Vijijini, tukianza na moja, kutupatia hizi fursa za nafasi mia moja kwa ajili ya vijana wetu tena wenye kiwango cha chini kabisa cha elimu wapate unyozi ambao utakuwa msaada katika maisha yao. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la kushukuru, na ni jambo la kila mmoja alitazame kwa jicho la fusi. Tunaamini vijana mia niya moja wakipata taaluma ya ufundi, kwanza tutapunguza mulikano wa vijana wasiokuwa na ajira mtani lakini pia vijana hao tunaamini wanahitaji mtaalamu hapa, kwamba kuna kuna taaluma ambazo zinaenda kutolewa kwenye umeme, fundi seremala, kilimo. Haya mambo yote tunaamini wakipata taaluma hizi wanaenda kujiajiri tofauti na sasa. Sana vijana mjiajiri, wajiajiri katika mazingira yetu, wakati ya wana ujuzi wowote Namshukuru rais rahisi kwa sababu Mheshimiwa Rais ametekeleza hili kwa vitendo. Tunahubiri vijana wajiajiri, lakini tunawatengenezea mazingira rafiki ya wao kujiajiri. Mathalan, vijana watakaopata nafasi ya kwenda kupata ujuzi kwenye kilimo, jimbo letu la Mbeya Vijijini, sisi ni matajiri wa kilimo na jozi kwa na ugeni wa mheshimiwa waziri mkuu, nilimwambia nikamwomba, nikasema, mheshimiwa waziri mkuu, jimbo la Mbeya vijijini, sisi ndio tunaulisha wilaya zinazotuzunguka kwa asilimia sabini. Jimbo la Mbeya vijijini tunachangia kulisha wilaya zingine ama mikoa mingine ambayo iko karibu na mkoa wa Mbeya. Asilimia sabini na nane ya mapato yetu ya halmashauri ya kuendesha halmashauri yetu inatokana na sekta zilimo, lakini bado tuna changamoto kubwa ya miundombinu inayowezesha wakulima hawa walime kilimo. raisi akiwa anagombea nafasi hii alipofika kwenye jimbo letu la Mbeya vijijini barabara nilimuomba barabara ya mbalizi shijamba kilomita 52 nilimwomba barabara ya isionje kikondo kilomita 28 nilimwomba barabara ya mbalizi mpaka cha ng'ombe Mheshimiwa Rais alisema, na nyinyi mnakumbuka kwamba kwa tutazijenawazi barabara. Kwa bahati nzuri, barabara hizi zote zimeainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini na tano thelathini. Nini nachotaka kusema wote wangu, vijana hao watakapopata ujuzi wa kilimo, basi tutaamini kwamba ule uzalishaji wetu wa sasa unaenda kupanda zaidi na kuwa na tija kwa wana Mbeya Vijijini, katika maana ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara <laughs> lakini kwa kuwa serikali yetu imetuahidi pia kutujengea hizi barabara, hii miundombinu muhimu niliyoitaja, ambayo ndiyo kiinua ndiyo kiwezeshi kikubwa cha kusafirisha haya mazao kutoka kule tunapoyalima kujaleta sokoni, basi hakika tutakuwa tumekamilisha ile jambo la jana kujiajiri, kwa sababu watalima na kirahisi watapeleka mazao yao sokoni kwa sababu barabara ziko vizuri. Pamoja na hilo, nimshukuru pia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hivi karibuni ametupatia fedha milioni mia sita citatu mbili ambazo zimeenda kwenye marekebisho ya barabara ya Kipondo isionje na wiki iliyopita nilikuwepo pale, nilikuwepo Ilungu, machifu wangu kutoka Ilungu huko hapa Ilungu oyi, nilifika, lakini ilikuwa ukaguzi wa ile barabara, na tukapeana maelekezo, na watu watano, ni maeneo korofu, iwezekana waweke weke smenti ili kuwezesha kipindi ki cha kifuku magari yasikwame kama alivyokuwa anakwama siku za nyuma, na wao wafanye. Lakini pia tumepewa fedha bilioni 9.5 za marekebisho matengenezo ya daraja lipo hapa kata Konde la Songwe, ambao kilikuwa kikwazo kikubwa mafuriko, nyumba za watu zilikuwa zinaenda. Sasa ile daraja limekamilika na linapitika. Mambo haya yote ametufanyia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini sisi wana Mbeya vijijini ndio jimbo lenye bahati, tumepata fedha bilioni moja na bilioni mia sita ambayo imeenda kujenga shule ya amali ya mfano mkoa wa Mbeya, iko pale maendeleo kwenye tarafa ya <laughs> tie. Ni mambo makubwa ambayo sisi kama wazee, nyinyi kama wazee waze wetu mwakumbushe vijana wetu kwamba serikali ipo kazini na inakuchelea haya.